Tami hapa sijatoka nao ngodini hapa, uh -huh. Ndiondoka mimi kama mimi. Okay, duna, kabisa, kabisa, eh. Mimi hapa sasa, Mwenyezi si Mungu ndo kioo cha binadamu wote, uh -huh. Unaoongea wewe na nanaongea mimi anasaisha wewe, uh -huh. Sema kweli nilikuwa na hera, mi niseme sikuwa na hera, kwa yote yawe sawa. Unaenda kambini? Aya, kakitowe nakuja mimi hapa kam... na kamchango kama na njugu na nanii na dengu nani chapati, nakuja nazo huko hapa, napiga stori tu kwanza. Kambini tena mm, sijalala kambini, kwangu kumeamka salama Aya. Lakini taamini, kumeamuka tu, hakuna mbaya wangu hata mmoja. Ningepo mbaya, ningepata taarifa, nimeshaipata mm, wamevunja pale, wamechukua mm, na kuchukua mimi, ndo najua mapema kabisa, namba mwizi ndo huyu huyu na huyu, sinkosei huyo <laughs> anakula panga mapema huyo huyo, nikija kuibiwa tu. Mwizi tiari, umeshajua baba, na majini makali mi <durumissant> <travail> si bibi la vigezo nini? Kwanza nikiangalia tu nini, nani nani, alikuwepo huyu na huyu na huyu na huyu namge alikuja ametoka. Alaa, basi subili nikamalize shughuli huko, sirudi tena naondoka kabisa. Halo Baza Jei yeah. hmm. mm -hmm. asubuhi ukiamuka na mambo ya kura kurakura ndo vizuri zaidi mm -hmm. kuliko chochote, alafu hapo ndo tuanze po kazi hmm. lakini sio sio kuanze po kazi

Nimealikofia vitumbuwazi <laughs> na nimekesha baa tumbuwazi hivi hivi, nimekaa baa, nime na nimeishi na wauni. Oya, uchebe vipi uchebe, pugo. Ha, uchebe ndo mimi ah. <laughs> inatangaza kwenye maiki ah. Afu sina tamia nitafutuka, nitavutuka si unajua kuna koficha hela, ukasema baadaye watatoa hela tu mpaka saa nane hata mia kusema labda nimenua soda hakuna. Wasema ah, ujamaa basi, tunafunga baa naapa basi tumagikane, kuchungulia njia ya kuja huku kweusi nikamba eh, nikarudi, nikarudi nikaenda, we naenda kulala naye geto namamusha Sinjui, naambia mwanangu nataka nilale hapa kwa sababu hapa kuna mwanangu alikuwa analaga nami. Nikaingia nikalala kwenye kiroba chini, nikapewa koti kujifunika, passport size huku chini, kote baridi tu kwa sababu jifunika miguu au kichwa ndoni, mpaka hey, asubuhi naambia mwanangu mimi naondoka. Kumwamsha mwanangu kabisa, wa damu wa mali